kazi kubwa ya utoaji wa elimu nchini kuanzia awali hadi ngazi ya juu, na tunathamini sana nguvu zao au mchango wao. Ndugu zangu, miundombinu peke yake au mbali na miundombinu tuliyoijenga miundombinu ya elimu, lakini pia kuna suala la watumishi wa elimu, na katika hadi zangu za siku mia moja, tuliahidi kwamba tutaajiri walimu elfu saba ndani ya siku mia moja za awali. Ninayofuraha kusema kwamba tumekwisha ajiri na kuwapangia vituo vya kazi walimu elfu sita na arobaini na nne na, na walimu mia tisa hamsini na sita wako kwenye mchakato kujaza nafasi zilizobaki. Kazi inaendelea ndani ya wizara kufanya usaili na mambo mengine, ili tutakapofika Februari tatu tuwe tumemaliza nafasi zote elfu saba. Hata hivyo, sote tunakubaliana kwamba maboresho haya pekee hayatoshelezi ikiwa hatutosimamia ipasavyo ubora wa mafunzo yanayotolewa, hususan katika hatua za mwanzo za ukuaji wa mtoto. Na hapa kunakuja haja ya kuboresha au kuimarisha kitengo chetu cha ukaguzi. Mmesikia hapa wakaguzi wametambulishwa, kile kitengo, mheshimiwa waziri e, wakaguzi mna kazi kubwa, mna kazi kubwa, na kwa bahati nyuma nyuma huku mliwezeshwa wezeshwa. Sasa twendeni tukasimamie haya, tuhakikishe watoto wetu yale yaliyopangwa kwenye mpango huu wa kuhakikisha darasa la kwanza, kabla awali, darasa la kwanza na la pili wanatoka wakijua KKK hiyo. Ni kazi yenu wakaguzi, nami na nawatia moyo, nendeni kafanyeni kazi hiyo. Kwa muktadha huo, niseme kwa ujumla kwamba serikali imejipanga kuhakikisha walimu wanakuwa sehemu ya suluhisho na wadau muhimu katika utekelezaji wa mkakati huu. Hii ni pamoja na kuwapatia nyenzo, lakini pia na mafunzo kama alivyosema mtendaji mkuu wa baraza la mitihani hapa kwamba tunakwenda kuwafundisha walimu na kuongeza ujuzi wao, lakini pia kuwapatia nyenzo zote zinazotakiwa katika na mbinu za kisasa za ufundishaji, pamoja na ufuatiliaji wa karibu, kama nilivyowaomba wakaguzi waende wakafanye hiyo kazi kwa moyo mmoja. Ndugu zangu, tumesikia mengi ambayo yamesemwa maelezo yote ya mpango huu umetoka au yametolewa kwangu mimi. Sasa ni kusema tu kwamba au kuelekeza kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ishirikiane vyema na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wizara za kisekta zinazohusika na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuhakikisha mkakati huu unatekelezwa kikamilifu katika ngazi zote. Mkakati huu siishie kwenye makaratasi, nataka uwe na matokeo yatakayopimika ya na yenye manufaa na tija kwa walengwa, yaani watoto wetu, lakini taifa kwa ujumla. Aidha, ufuatiliaji wa matokeo ya utekelezaji wa mkakati huu uwe sehemu ya uwajibikaji katika ngazi zote kuanzia mwalimu mkuu wa shule, afisa elimu wa wilaya hadi mkoa. Kusiwe na ripoti za kuandikwa tu, tunataka mabadiliko yaonekane kwa mtoto. Tunapotembelea sehemu, tukisimamisha mtoto wa darasa la pili anayeandaliwa kwenda la tatu, tuhakikishe amesoma, ameandika na ameweza kuhesabu kwa jinsi vile tulivyojipangia. Ili kufanikisha hili, tathmini za mafunzo zifanyike mapema kubaini watoto wenye changamoto kwa lengo la kupatiwa msaada kwa wakati. Stadi za KKK ndizo daraja linalounganisha sera, mitaala na matokeo halisi ya elimu. Hivyo, upimaji na tathmini au upimaji na tathmini endelevu ni muhimu, ili kubaini mapema changamoto na kuchukua hatua stahiki. Lakini pamoja na maelezo hayo naomba pia nitoe wito kwa wazazi walezi na jamii kwa ujumla kutoa ushirikiano kwa serikali ili kufanikisha mkakati huu. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kusisitiza kuwa serikali itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mkakati huu na itahakikisha rasilimali, mifumo na usimamizi vinakwenda sambamba ili kuleta matokeo yanayokusudiwa kwa wakati. Na kwa timu niliyo nayo ndani ya wizara ya elimu, Profesa Mkenda na wasaidizi wake wote, sina shaka, sina shaka na hili. Nilipompanga Profesa Mkenda wizara ya elimu, alinitazama kwa jicho baya kidogo <laughs> nikamwambia, Profesa, unaweza nenda kasimame, unaweza, kama kuna watu wanakukwamisha niambie, turekebishe ili tuende mbele. Ameifanya hiyo kazi vizuri sana. Miaka minne mitano iliyopita, tumepiga hatua kubwa, tulipo sasa siko tulikotoka. Tumeingia awamu hii, nikamwambia profesa, mabadiliko ya elimu ni legasi yako, utakumbukwa kwa hili milele na milele, na nataka ubakie hapo, ubakie hapo, nitakupangia wasaidizi wazuri ili mukayamalize yale ambayo tumeyaanzisha. kwa Profesa, I salute you na timu yako, na naomba uko mbele, msituangushe huko mbele, msituangushe ndugu zangu. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke kwamba mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma na kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wetu wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili sasa umezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana, nawatakia utekelezaji mwema wa mkakati huu kwa manufaa ya watoto wetu na taifa letu kwa ujumla, na namwomba Mwenyezi Mungu atubariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Rais, kuna kitabu sasa cha mkakati wenyewe na tuzindulie hapo hapo juu sasa. Tukae ili tupate picha vizuri, tuko mubashara, tuko live. Ehe. Mheshimiwa Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia, Uh, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, Mheshimiwa Naibu Waziri, makofi mengi. <tipos> Aya, Mheshimiwa Rais kwa heshima ya taadhima tunaomba uanze kuwagawia hao walioko hapo mbele. E, waziri wa elimu naibu waziri wa elimu mwingine Mheshimiwa wanu naibu waziri wa elimu na mafunzo ya mali pia yupo pale Zanzibar, naibu waziri Umi Nderia nanga, tayari ukishatoa kitabu tunakuomba urudi kukaa. Baada ya hapo, Mheshimiwa naibu spika naibu spika naenda na weka pokee, alafu chama cha mapinduzi wanaosimamia utekelezaji wa ilani, tutamaliza na mkuu wa mkoa. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, tukirudi tunarudi na vitabu vyetu, tutakuja kupiga picha hapa. Ehe, mneki wa Dar es Salaam, ehe, Gaddafi, mkuu wa mkoa anakuja. Aya, asante. Sasa kwa heshima na taadhima, na wewe mwenyewe mheshimiwa rais, sasa tunakuomba urudi kwenye kiti. Baadaye hapo mnampiga yeye tu kwanza, ehe, aya, tunaomba sasa hicho kitabu watakukabidhi tena, sababu tuna picha tutaiomba hapa ya kusimama. Ehe, aya, kila mmoja na kitabu chake. Kwa heshima na taadhima, mheshimiwa rais, naomba sasa wote tusimame kwenye huu mstari wa mbele ukiongoza na wewe na tuchukue nakala za mpango wetu mkakati tunyooshe, kule wenzetu waweze kupiga picha. Makofi mengi mengi, mengi sana, tayari <coughs> Mheshimiwa Rais naomba tukae. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia, naomba uridhie tupate picha za kumbukumbu -kumbu. Picha ya kwanza, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, naomba mpitie huku kwangu